Habari zenu, wapenda hekima. Mwanga wa Ukweli hapa. Leo tunaanza safari ya kuchunguza moja ya maswali yenye utata mkubwa katika historia ya kiroho: kwa nini wabudha hawaamini katika Mungu? Lakini kabla hatujaingia ndani zaidi, nataka kuweka jambo moja wazi. Video hii si ya kushinikiza imani yoyote, wala kudhalilisha imani za wengine. Ubuddha unaheshimu uhuru wa kuuliza maswali hata kuhusu mafundisho yake yenyewe. Kwa hiyo iwe wewe ni muumini wa dhati, mtu mwenye mashaka, au unayetafuta tu maarifa mapya, uko mahali sahihi. Lengo letu ni kuchunguza, kutafakari upya dhana tulizozizoea na kufungua akili zetu kwa uwezekano mpya. Haya, twende pamoja. Kwa kawaida, tunaposema Mungu, tunafikiria kiumbe wa nguvu zote mwenye kujua kila kitu na anayetawala ulimwengu. Lakini Buddha hakuelekeza nguvu zake katika mjadala wa Mungu. Alikuwa zaidi akijikita katika kutatua tatizo la mateso ya binadamu hapa na sasa, badala ya kubashiri kuhusu chanzo cha ulimwengu au maisha baada ya kifo. Mara nyingi alipoulizwa kuhusu asili ya ulimwengu au kuwepo kwa Mungu Buddha alinyamaza akisema maswali haya haya husiani moja kwa moja na njia ya ukombozi. Baadaye, tunakuta kuwa karibu mapokeo yote ya kibudha yanakumbatia mtazamo wa kutokuwa na Mungu kama sehemu ya mafundisho yao. Hii haimaanishi kuwa Wabudha ni wasi wa dini. Kwa kweli, baadhi yao wanaamini kuwepo kwa miungu na viumbe wa kiroho, lakini hawaoni miungu hiyo kama viumbe wenye mamlaka ya juu ya kuumba au kuamua hatima ya ulimwengu. Badala yake, miungu inaonekana kama ishara ya sifa za kiroho kama huruma na hekima. Kwa nini Ubudha haukufuata wazo la Mungu muumba? Sababu kuu ni msisitizo wa nguvu ya ndani ya mwanadamu. Buddha alifundisha kwamba kila mtu ana uwezo wa kuikomboa nafsi yake mwenyewe kutoka katika mateso kupitia hekima na huruma yake mwenyewe. Hatuhitaji mkombozi wa nje wala msaada wa kimuujiza. Funguo za ukombozi wetu zipo ndani yetu. Ni kama kuwa na shujaa aliyefichwa ndani yetu, anayesubiri tu kuamshwa. Mtazamo huu wa kuwajibika binafsi ni mapinduzi makubwa. Unatuambia kuwa furaha na maendeleo ya kiroho yako mikononi mwetu wenyewe. Hatuwezi kutegemea sala au sadaka ili Mungu atutatulie matatizo yetu. Buddha mwenyewe alihitimisha mafundisho yake kwa kusema kuwa taa kwa nasi yako mwenyewe, akiwa na maana uamini hekima yako ya ndani, uhoji kila kitu na usifuate mafundisho kwa upofu. Lakini subiri, kuna mengine Wabudha wanaamini pia katika karma na mzunguko wa kuzaliwa upya. Kwa maneno rahisi, matendo yetu leo yanaadhiri maisha yetu ya baadaye. Hapa hakuna mahakama ya kiroho inayohifadhi kumbukumbu ya matendo yetu, sisi wenyewe ndio tunajenga hatima zetu kwa matendo yetu binafsi. Hii inahusiana moja kwa moja na dhana ya anata, kutokuwepo kwa nafsi ya kudumu. Ubudha unafundisha kwamba hatuna nafsi ya milele iliyoumbwa na Mungu. Badala yake sisi ni mfululizo wa mawazo, hisia na uzoefu unaobadilika kila mara. Kukwama katika dhana ya mimi ndiyo chanzo kikubwa cha mateso, lakini tukikubali mabadiliko na kuachana na fikra za kujitambulisha kupita kiasi tunaweza kupata uhuru wa kweli. Hii yote inaweza kuonekana kama nadharia, lakini kwa Buddha uzoefu wa moja kwa moja ulikuwa wa muhimu zaidi. Hakutaka tumwamini kwa imani tu, alitaka tuhakiki kwa vitendo. Ndiyo maana Ubudha unasisitiza tafakari, uangalifu wa kila siku na kuchunguza mawazo yetu. Kwa njia hii tunaweza kuvuka mipaka ya dhana potofu na kugusa ukweli wa moja kwa moja. Kwa hivyo badala ya kubishana juu ya kuwepo kwa Mungu, Ubudha unatualika kwenye safari binafsi ya kugundua hekima na huruma ndani yetu wenyewe. Ni kama uwindaji wa hazina ya kiroho ambapo zawadi kubwa ni kutambua uwezo wetu wa ndani usio na kikomo. Katika historia ya Ubudha kuna mifano mingi ya kushangaza. Fikiria Sariputa, mmoja wa wa wanafunzi wa Buddha siku moja alikabiliwa na mtu aliyehoji, nyinyi Wabudha hamumwamini Mungu, je, si njia yenu ni pungufu? Sariputa alijibu kwa hekima, hata kama Mungu muumba angekuwepo, hiyo isingekuwa sababu ya kuachana na njia ya Budha, kwa sababu tumeona wenyewe kwamba njia hii inaleta amani na ukombozi, si kwa imani ya kipofu bali kwa uhalisia wa uzoefu. Katika Kalama Sutta, maandiko maarufu ya Kibuda, Buddha aliwaambia watu wa Kalama, msiamini kwa sababu ya kusikia habari au kwa sababu ya mapokeo au maandiko au fikra zenu za kibinafsi au kwa sababu mwalimu fulani anasema. Mnapojua nini wenyewe kwamba jambo fulani ni baya na linachochea mateso basi likatae. Na mnapojua kwa hakika kuwa jambo fulani ni jema na linafanikisha ustawi basi likubali na kulifuata. Leo tumegusa tu uso wa mjadala huu mkubwa. Mtazamo wa kibudha kuhusu Mungu unaweza kuwa wa kushangaza, lakini pia unatufundisha kuwa safari ya kiroho haihitaji kuungwa mkono na nguvu za nje. Inahitaji ujasiri wa kuangalia ndani yetu wenyewe, kuuliza maswali na kuamini uwezo wetu wa ndani. Je, wewe binafsi unaonaje? Je, maono haya ya kibuda yanakuvutia? Yanakutia changamoto? Au hata kukupa hisia ya ukombozi? Niachie maoni yako hapa chini. Kama umependa uchambuzi huu, hakikisha unapiga like na kujiunga na channel ya Mwanga wa Ukweli kwa maudhui mengine yanayopanua akili yako. Kumbuka, majibu ya mwisho hayatapatikana kwenye vitabu vitakatifu au kwenye video yoyote ya YouTube yamefichwa ndani ya kina cha ufahamu wako mwenyewe. Endelea kuuliza, endelea kutafakari, na uamini nguvu ya hekima yako ya ndani. Endelea kuwa na shauku, endelea kuwa na huruma, na nitakuona kwenye safari yetu inayofuata.